News Flash, mimi ni Mahija Zayumba. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ameziagiza taasisi za kudhibiti viwango nchini zihakikishe uzalishaji wa bidhaa zote zinazozalishwa zikiwemo za afya zinakidhi ubora unaotakiwa na kuweza kushindana katika masoko ya kimataifa. Ametoa agizo hilo leo baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa mitambo ya kuzalisha oxygen kwa matumizi ya hospitali inayojengwa na kampuni ya TOL Gases Temeke Dar es Salaam ambapo amesisitiza kuwa soko linatakiwa liwe na bidhaa salama bora na zinazokubalika kimataifa. Majaliwa amesema mradi huo utakapokamilika utazalisha lita milioni 4.1 za oxygen ya matibabu kwa mwaka kuanzia mwaka 2026. Taasisi za kudhibiti viwango kama vile TFDA na nyingine zinazohusika zizingatie jukumu la kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazogusa masuala ya afya zinakidhi viwango vyote vinavyotakiwa kwa maslahi ya watu wetu wanaopata tiba na aina yoyote ya tiba ya kiafya, na kwamba soko lisijazwe na bidhaa ambazo hazina ubora. Tunataka kuona soko letu linajazwa na bidhaa salama bora hii na zinazokubalika kimataifa. Hii itawahakikishia Watanzania kwa popote wanaopata tiba ni mahali salama na tiba wanayopata ni tiba sahihi kwa ajili yao. Aidha, waziri mkuu amesema mradi huo unaunga mkono juhudi endelevu za serikali za kuhakikisha oxygen kwa ajili ya matibabu inapatikana kwa urahisi katika kila kituo cha huduma za afya nchini. Serikali inatambua muhimu wa oksijen kwa maisha ya binadamu, na kwamba upatikanaji wa oksijen ya matibabu ni jambo la msingi katika kuokoa maisha, hasa wakati wa dharura za kiafya. Na hivyo upatikanaji wa oksijeni kwa wingi na kwa urahisi katika hospitali na vituo vya afya, kwetu kama serikali tumeliweka kuwa ni jambo muhimu, kwa sababu linakwenda kuokoa wale wote waliokuwa na matatizo ya kupumua na magonjwa yote yanayohitaji oksijen mradi huu wa utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa letu kwa sababu unakwenda kuboresha upatikanaji wa gesi ya oxygen kote nchini mpaka ngazi za wilaya. Naibu Waziri mwenye dhamana ya afya, Dr. Godwin Mollel, amesema mradi huo utasaidia kuimarisha huduma za afya zinazotolewa nchini pamoja na kupunguza idadi ya vifo. Tunapozungumzia ubora wa huduma, umesikia oksijeni zingine wakati mwingine zinatofautiana ubora, lakini kwa oksijeni inayozalishwa hapa, kwa oksijeni hii ambayo inaenda kwa liquid form, ina ubora mkubwa. Maana yake ni nini? hata vifo vingi vinaenda ku kuzuiliwa na watu wetu wanaenda kupata huduma, na tutaendelea kushusha vifo vya eneo la kina mama, vya eneo za ajali za kawaida, lakini tutashusha vifo vya watoto wachanga, ambalo ni eneo ambalo limeshuka vifo kidogo sana. Awali, mkurugenzi mtendaji wa TOL Gases Daniel Warungu ameeleza namna upatikanaji na usambazaji wa gesi ya oxygen kwa ajili ya matibabu utafanywa na kampuni hiyo ukiwemo mradi wa shilingi bilioni 9.8 wa ufugaji, uh, wa ufungaji wa mifumo ya usambazaji gesi wodini katika vituo 129 vya huduma za afya kote nchini. Pamoja na miradi hiyo mbalimbali, Toll imeendelea kuwa mtoa huduma ya gesi ya matibabu katika hospitali zetu kama vile hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Mloga Anzira, Mwananyamara pamoja na nyinginezo. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo Tabora imesogeza mbele kesi ya madai ya mabadiliko ya upatikanaji wa katiba mpya iliyofunguliwa na mwanasheria wa kujitegemea Alexander Barunguza hadi Aprili kumi mwaka huu. Mwanahabari wetu Husein Mshenga kutoka Tabora ana undani wa taarifa hii. Kesi hiyo namba 3695 ya mwaka 2015 iliyofunguliwa na mwanasheria huyo wa kujitegemea dhidi ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ambayo hapo awali ikifahamika kama tume ya uchaguzi, pia ikimjumuisha mwanasheria mkuu wa serikali kwenye kesi hiyo. Aidha, kesi ya msingi katika shauri hilo, mahakama imeombwa iamuru zoezi la upatikanaji wa katiba mpya lifanyike kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Shauri hilo namba 3695 limefikishwa mahakamani kwa ajili ya kuanza kusikilizwa katika hatua za awali, lakini jambo hilo limegonga mwamba na kushindwa kutekelezeka kutokana na upande wa mawakili wa jamhuri kudai tatizo la mtandao lililokwamisha zoezi la kuwasilisha majibu yao na kuiomba mahakama iwape muda wa kukamilisha usaili huo. Nje ya mahakama, mwanasheria huyo wa kujitegemea Alexander Barunguza anaeleza kinagaubaga juu ya mustakabali wa shauri hilo e, kesi ambayo naiomba mahakama irejeshe mchakato wa kikatiba ambao uliminywa kinyume na sheria e, na kwamba mchakato huu wa upatikanaji wa katiba ni mchakato halali ulioanzishwa kwa mujibu wa sheria e, sheria kuu mbili e, sheria ya, ya, ya mchakato wa upatikanaji wa katiba unasema ni constitution review act na sheria ya kura ya maoni e, tunasema the referendum act. Sasa katika ile sheria ya kwanza ambayo nimekuja kuitaja hapo ya mchakato wa mabadiliko ya katiba, yale yote ya ukosanyaji wa maoni ya wadau wananchi, kwa kiasi kikubwa na kwa asilimia mia moja yalikwisha tendeka mebakia ni hatua ya kupiga kura, sasa ile katiba inayopendekezwa e, e, sasa kwa nini imekwama au mambo gani yalitokea hapo? Ni kwamba e, zoezi lilikamilika, ile hatua ya kwanza na hatua ya pili kuchapishwa kwa hiyo katiba mpya. Serikali ilifanya hivyo na tarehe ilitangazwa, nakumbuka ilitangazwa pia na mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, lakini pia hata watu wa tume huru pia waliweza kuitangaza e, tarehe ya lini tuweze kupiga kura ya upatikanaji wa katiba mpya. Sasa baada ya kwamba ilitangazwa ayo lakini hakuna hatua yoyote iliyoweza iliyoweza kuchukuliwa mpaka sasa. Kwa mujibu wa mwanasheria huyo, maombi ya shauri hilo yalipaswa kujibiwa tangu tarehe kumi Machi, hali iliyosababisha kusogezwa mbele kwa shauri hilo ili kutoa muda kwa mawakili wa jamhuri kukamilisha nyaraka za kesi hiyo ambayo itasikilizwa tena tarehe kumi mwezi Aprili. Kutoka Tabora, hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga, na hii ni Clouds <muchu> Wataalamu wa afya ya kinywa na meno nchini wametoa onyo kwa baadhi ya watu ambao bado wanatumia karafuu, mkaa na sabuni kwa ajili ya kusafisha meno yao. Kuacha mara moja sababu kunasababisha ufizi uh, kuvimba na kuleta vidonda ambavyo vinaharibu kabisa meno na kutoboka. Ikiwa leo ni siku ya afya ya kinywa na meno duniani, hospitali ya Epifani iliyoko Manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam imekutana na wanafunzi wa shule ya msingi Doris iliyopo Mtoni Kijichi kwa ajili ya kuwapa mbinu za kusafisha vinywa na kuwapatia matibabu bure. Daktari bingwa wa kinywa na meno wa hospitali hiyo Dr Joseph Charles amesema jamii inatakiwa kuachana na matumizi ya njia hizo za asili za kusafishia kinywa na badala yake watumie miswaki iliyo bora pamoja na dawa zenye madini ya fluoride angalau mara mbili kwa siku na pia kwa matumizi ya majivu yala hayana kiwango chochote cha fluoride, mkaa. Na wengi wanaenda wanatumia hadi sabuni e, wanaweka chumvi, sabuni. Wanapoweka chumvi na sabuni, matokeo yake inakuwa sio nzuri, haina madini ya fluoride, wanasukutua tu, lakini baadaye meno wanabaki hana dawa yoyote. Hiyo sio njia sahihi kwa kweli. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukasema moja kwa moja wasitumie, lakini lazima ile njia ikomeshwe e na siweze kutumika kwa sababu itasababisha watoto wengi wawe na afya mbaya kinywa na meno. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Doris iliyopo Mtoni Kijichi, jijini Dar es Salaam, Gladys Goodluck na Lincoln Moria wameeleza njia sahihi wanazotumia katika kuhakikisha wanalinda kinywa na meno. rafiki yangu alikuwa na harufu mbaya, nikamwambia, hivi je, unabashi meno la asubuhi? Kanijibu ndio. Lakini mbona kinywa chako kinanuka? Hakunijibu. baada hapo ukaenda kumwambia mwalimu mwalimu, wanafunzi huyu ana shida ya kinywa. Basi mwalimu akasema hivi, mpeleke domu aweze hata kubashi meno. Basi alipeleka akaanza kubashi meno, kujikita kutuza kinywa, ka kinywa ni hmm, maalum hasa kwa wanafunzi. Mwanafunzi anaweza kuwa na confidence, kama kinacheka kiko sawa, anaweza kuhudumu maswali kama kiko sawa, anauza swali atashindwa kucheka kusmile Kauli mbiu ya kilele cha maadhimisho ya siku ya afya ya kinywa na meno duniani ni kinywa chenye furaha, fikra tulivu. <muchos> Leo pia Tanzania inaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya furaha duniani. Je, wewe una furaha? Hapa katika News Flash tumeangazia kuhusu furaha katika familia na kwa wanandoa pia. Kufahamu yapi ya yanapelekea ukosefu wa furaha na kuleta mifarakano. Anisia Silvester ameangazia siku hii kwa kugusia hasa upande wa familia na hapa anatupitisha kwa kile kilichowekwa mezani. Furaha ni tiba. Palipo na furaha ndipo penye amani, penye utulivu, masikilizano na maelewano pia. Tabasamu likiwa bashasha kwenye nyuso za watu. Leo nataka kuangazia furaha kwa wanandoa, ambapo mara nyingi mafarakano na utengano umesababishwa na ukosefu wa furaha kati ya watu hawa wawili, na kupelekea hata watoto kukosa malezi bora ya pande zote mbili. Hakuna familia inayoanzishwa ikitarajia kupoteza furaha ya mipango yake, bali namna ambavyo mjumuiko wa pamoja wa kuishi kila siku kwa baadhi ya watu ama familia unapelekea kutengana, wengine wakipata msongo wa mawazo. Hapa kwenye laini ya simu inaye mshauri wa familia na msaikolojia John Ambrose. Kwanza ninataka kufahamu ni mambo gani napelekea ukosefu wa furaha katika familia? Na vitu ambavyo mara nyingi vinaleta sana changamoto ni kukosa uaminifu. Kukosekana kwa, kwa uaminifu ndani ya familia mara nyingi sana ni jambo la kujirudia rudia ambalo linapelekea hali ile ya kosa, na kwa namna moja au nyingine linachangiwa na matumizi ya vilevi, watu kujiingiza katika maswala ya ulevi, kujiingiza katika mahusiano ambayo sio rasmi au kwa jina ambalo tumezoea michepuko, ukosesha sana lakini katika masuala ya kiuchumi eh, ukosekajanaji wa fedha kutoka katika ajira sili nalo linakuwa ni hali ya kawaida ambayo inajirudia mara kwa mara. Asante sana Ambros, na sasa nimgeukie mgeukie Dr. katantasi Mwanza, mshauri wa masuala ya afya familia na malezi. Natumai memsikiliza vyema Ambros. Je, wewe unazungumzaje hilo la chanzo cha ukosefu wa furaha kwa wanandoa, kukosekana kwa kuaminiana. Endapo kama watu wako kwenye mahusiano na hawaaminiani, hasa wenza, ni hatari sana, inaondoa furaha. Kuto kusaidiana, e, kuto kufanya maamuzi ya pamoja, kwamba ni mtu mmoja tu ndo anaamka na kutoa maamuzi, kukosekana kwa malengo na matarajio ya pamoja e, familia nyingi ambazo wenza hawana furaha, ukiwauliza matarajio yao au na malengo yao e, walipokuwa wanaanza mahusiano au baada ya miaka kadhaa wakuandikie, utashangaa majibu watakaokupatia kila mtu ana matarajio yake. Ni kwa namna gani wataalamu wa saikolojia mmekuwa mkiwasaidia wanandoa na kurudi katika hali ya kawaida ya utulivu na kurejesha tumaini lililopotea kwako Ambrose. Na sehemu kubwa ya wataalamu wa saikolojia ni kuiwezesha jamii, kuwezesha wanandoa, kuwezesha mtu moja mmoja mmoja kurudi katika ile hali yake ya kawaida ya furaha ambayo aliizoea, na mimi kwa thibitisho wangu ni ziko familia, kama mtaalamu wa ushauri wa ndoa, nimewezesha sana sidiriki kusema kwamba najisifu lakini namshukuru Allah kwamba nimewezesha familia kadha kurudisha au kurudi katika ile hali yao ya kawaida ya furaha waliokuwa nayo. Shukran Dkt Katanta, ushauri wako ni upi kwa vijana ambao wanajiunga na hiki chama cha wanandoa? E, wito wangu hasa kwa vijana ambao wanaingia kwenye mahusiano siku ya leo tunaposhangilia siku ya furaha duniani. Lakini kwa vijana wanaoingia ili waweze kufanikiwa na kuhakikisha kwamba mahusiano yao yanakuwa na furaha, jambo la msingi na la muhimu sana, kwanza ni kuheshimiana, lakini pili kusaidiana, mucho support. Shukrani sana John Ambrose mpsikolojia pamoja na Dr Katanta, mshauri wa masuala ya afya familia, na malezi kwa muda wenu na kwa kutulisha kwa kifupi umuhimu wa furaha katika familia. Heri ya siku ya furaha. Naacha swali mezani, kipi unakifanya ili kuwa na furaha na kuondokana na msongo wa mawazo? Na kwingineko, nje ya mipaka ya Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na Marekani kwa mabadilishano ya kupatiwa uwezo wa kujilinda dhidi ya makundi ya wapiganaji mashariki mwa taifa hilo. Sishekedi amesema makubaliano ya aina hiyo yataiwezesha Kongo kuchimba madini yake kupitia kampuni za Marekani huku yenyewe ikinufaika kwa kuimarisha mifumo yake ya ulinzi na usalama. Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini ikiwemo cobalt na urani, imekuwa inapambana na kundi la waasi wa, wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda ambalo limefanikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Hapo jana kundi hilo limeendelea kufanya mashambulizi na kuingia mji mdogo wenye utajiri wa madini wa Walikale, licha ya mwito wa kusitishwa mapigano uliotolewa na rais Sishekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame walipokutana nchini Qatar mapema wiki hii. Na hii ndiyo tamati ya News Flash hii leo. Mimi ni Mahija Zayumba, uwe na wakati mwema. 88.5 Clouds FM Dar